anza kupitia miradi ambayo ambayo tunaitekeleza kwenye maeneo mbalimbali. Malengo ni kuja kuona hatua ya miradi inavyokwenda pamoja na changamoto ambazo zinatokeza kwenye miradi. Tarajio ni turudi kwenye, kwenye kamati ya fedha tuweze kujadili, tuone pale ambapo panastahili kuwa na changamoto, kutatua changamoto zilizopo ili kuhakikisha miradi inakamilika. Sasa leo tuko hapa kwa ajili ya hilo. Nadhani Mheshimiwa ameuliza mambo mengi sana. Mimi ninataka tu labda nipate taarifa ya mkataba wa kwanza kuanza kwa mradi na kumalizika kwa mradi ilikuwa ni, ni, ni, ni kiasi gani? Na pia umeingia kwa fundi tena wa pili naye mkataba wake ambaye ndio huyu ambaye anasuasua na kutelekeza mafundi, naye mkataba wake unazungumzaje? Wafundi yule wa mwanzo mwanzoni, ulianza tarehe 22 mwezi wa 4 ulikuwa na tarehe 2024 unatarajia kuisha tarehe 22 mwezi wa 7 2024 kulingana na changamoto za matirio na upatikanaji wa fedha, alianza kazi baada ya muda tukastopisha mkataba na hadi tupate tupate fedha kwa ajili ya kununua vifaa vingine na fundi aendelee na kazi. Tulipokuwa tumepata fedha, mkataba wake ulianza tarehe ishirini na tatu mwezi wa tano ishirini na tano ulikuwa unatakiwa uishe tarehe mwezi wa 7, 2025. Baada, baada ya hapo yeye alivyomaliza mkataba wake mwezi wa tano ule, baada ya kupaua, mkataba ulikuwa bado yupo ndani ya mkataba, haja tulivyomlipa hela ya kupaua hajarudi, ndio tukafuata taratibu za kuvunja mkataba. hadi kukamilika kwa jengo inakadiriwa kuwa itagharimu shilingi milioni mia moja themanini. Fedha zilizopokelewa shule ya sekondari Sibwesa ilipokea kiasi cha shilingi milioni 342.9 kutoka mgao wa Boost P4R kwa mwaka wa fedha 2024/2025 mnamo tarehe 30 mwezi wa 6, 2025 kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa shule mpya ya awali na msingi Sibwesa eneo la Sibwesa sekondari. Hadi sasa mradi umefikia hatua ya dali kwa madarasa sita, upauaji jengo la utawala uskimu madarasa mawili na vyoo matundu sita ya wavulana, ripu vyoo vya wasichana. Fedha zilizotumika, mradi wa ujenzi mpaka sasa umetumia jumla ya kiasi cha shilingi milioni 187 laki tatu na 40 na, na, laki tatu na 4613 kwa manunuzi ya vifaa shilingi milioni ishirini na mbili laki moja na sabini na mia moja hamsini kwa ajili ya malipo ya mafundi hivyo kuleta jumla ya milioni mia mbili kumi na mbili na elfu ishirini na nne mia saba sitini na tatu ili baadaye, kwani tunafanya hivi lile jengo liangalie, tukipata eh, yeah, eneo eh, tutaongeza huko nyumba ya mtumishi jengo yeah. yeah. yeah. yeah. la wazazi wa baadaye, angalia wa, wa, shaa kuhifadhi mazao. Mradi wetu upo katika kijiji cha Ikola, eneo la Ikola. Kikundi kiliomba mkopo na kufanikiwa kupata jumla ya shilingi milioni kwa mkataba wa marejesho ya mkopo kwa muda wa miaka minne. Mara baada ya kupatiwa mkopo, kikundi kilifanikiwa kujenga ghala na tulifanikiwa kupata wateja wa kuhifadhi mazao ndani na nje ya Ikola lakini hata sekondari kwa Tanganyika yapo endo tengenezwa kwa mtindo huo lakini na kwa cha mtu mmoja tu. Na madawati ya sekondari tunatengenezea kwa fundi Fred. Kwa baada kuwa ya kuwa tumezungumza na mheshimiwa diwani akasema kwa kupitia mfuko wa halmashauri kwa mapato ya ndani wanaweza katuboost kidogo. Kama jinsi ilivyo kawaida kwa kwamba kuna milioni 30 inaingia kijiche kutoka kwa ajili ya kuweza kuendeleza ujenzi wa soko. Unaona? Kwa hiyo sisi tukaona ni vyema tulipokee hili lakini kabla ya kulipokea kama jinsi ilivyoelekeza kuwa inawezekana wakatengeneza kama vile masinki tu ya ndani kwa mfano vile vimeza unaona tukaona hapana tuweze kumshirikisha kwanza mheshimiwa diwani ili tuona, tuone kwa kwamba ni jinsi gani ili soko tunaweza likaonekana di, di, ko tuko kwenye hatua ya awali kwanza kwa kuweza kufata wataalam ni jinsi gani wanaweza wakatushauri ili soko sisi liweze kufanyeje liweze kuendelea